Na mabwana jambo, asante sana, tunawashukuru kwa kuwa tunajua mko munatufata wengi, na asante sababu uh, mko muna like hizi video zetu. Uh, analize ya Simon Kazungu, kwa siku ya leo tunataka kuzungumzia mwaka mmoja tangu AFC M23 imechukua mji wa Goma. Hii mwaka mmoja, je, tunaweza kusema populasio iko bien? Sababu hawa watu mbele wachukue muji wa Goma walikuwa wanaambia watu tunakuja kuwaribere, tunakuja kuwatosha ndani ya uchungu ya utumwa ya Tshisekedi, tunakuja kuwatosha ndani ya utumwa ya karant voleur. Ni kweli watu, leo wakati tunazungumza na watu ambao wako Goma, wanasema ndio, kwa leo sasa hakuna karant voleur, lakini kuna shida nyingi sana ijapokuwa hakuna karant voleur, watu wanaendelea kufariki na wengine wanasema hapana hii mwaka mzima, ijapokuwa unalala usingizi, lakini shida ni nyingi sana, tunahitaji liberation. Tunataka kuwaelezea mabibi na mabwana ya kwamba wakati mtu naongoza na wakati unataka kuzungumzia fazi fulani, kuona kama population iko vizuri au hapana, kuna vipimo fulani fulani, kuangalia kipolitiki namna gani mambo yanaendelea, kiushuru namna gani mambo yanaendelea, hali ya kiutu iko namna gani? Hivi sasa tunapenda tuchambue kufatana na hii hali. Hali ya kwanza ya kipolitiki na hali mbalimbali eh, mbali inasema nini? Ujue ya kwamba populasio yenye iko Goma, hali ya kipolitiki kunakuwa tu chama ni moja AFC M23, ni ile ndio chama. Ukileta mambo yako ingine chama, oh, mienjo chama fulani, mienjo chama fulani ijapokuwa tunajua, uh, tunajua kuwa wengine ambao wamekuwa na vyama ja, vimeingia ndani ya FC M23, utapata shida sana, na tunajua ya kwamba shida kubwa ukisema kwanza jina ya Tshisekedi unakuwa sa mwenyewe umeenda kuingiza uh, kidole ndani ya, ya, ya, ya kivimba kabisa, sababu ile jina hawapendi waisikie kipolitiki kwa mji wa Goma ndani ya huu mwaka ambao wameeneza pale ndani ya mji wa Goma e, uh, kipolitiki inaenda kuonesha ya kwamba iko tu ni jogoo moya ndio naweza kuwika pale, usiseme ingine mambo. Ukiweka kadrapo yako ingine parti politiki utapigwa, hata unaweza Kuuawa. jina ambao hawapendi wasikilize ndani ya hii mji wa Goma ni ukisema tu chisekedi. unasema huko mtu wa chisekedi hawapendi waisikie kwa ajili kwa, kwa ajili gani sababu chisekedi nakuwa kama vile njoo ule adui mwenyewe kupigana naye ijapokuwa tunajua ya kwamba kama vile nimeweza kuelezea ndani ya video kila siku uh, sio chisekedi ndio adui wa hii inji, ama adui ya ule mtu ambao anasema o libere lakini tanke uh, kila yoyote ambao hawezi kukubali Kagame kuja kutawala na watu wa kwake nchi ya Kongo, hata awe malaika kutoka mbinguni ya shuke, watakupiganisha tu. Wakati wa zamani unajua, Mzee Laurent Desire Kabila alikuwa adui kabisa, oh, huyu ni kiwerewere, kazi yake ni kukunywa tu, na leo watu wanaendelea kueleza ni Tshisekedi, lakini kipolitiki tunaenda kuona wakati unachunguza Tshisekedi amedemistifie, ameweka wapolitisie, hasa kama vile Kagame. President Kagame kuweza kumdemistifie Tshisekedi, amefanya Kagame naye, tunaenda kuangalia, kumbe huu mtu naye enye tulikuwa namuwazia sio vile, anaweza kupaniki na anaweza kufanya kwamba kila diskuru yake anaanza kuingia hata ndani ya matusi. Sawa, mama wenyewe wako naenda kupigania maji kwenye robine e, e, jo enyewe e, tuko ndani yake kipolitik. Unaenda kuona ya kwamba ni chama moja tu, na usitaye jina ya Chisekedi, usitaye jina ya muzalendo. Ukisema muzalendo, ah, unapata shida sana, sababu hawa watu pia iko kama vile maadui. Ukwende vipolitike, ni ile ndio iko na administration, wametia administration yao wakati unaangalia hii administration na namuna ina fonctione, kuna wameya, kuna waburgumestre wanaikalke wanaifere fonctione kama vile fonctionema ya Rwanda. Iko ukienda kuona hata watu wengine ambao walikuwa wanatumika Rwanda, ndio wanatumika Congo. Wananiambia ya kwamba hata warulaji fulani fulani ambao iko ndani ya mji wa Goma, ni warulaji ambao ile ile methode ya Rwanda tu ni ile ile wanatia upande vi politiki iko magumu, hii mwaka ndio hali yenyewe. Watu wanaendelea ndani, upande vi ekonomiki e, ekonomi dv e finance, pesa haikuwake tena, ile maneno haina hapo, hata commentaire. Wakati wakubwa wa hii chama wanasema wanaenda kurudishia tena maneno, Tshisekedi amefunga mabanki, amefanya hivi na hivi, lakini pesa hazionekani na pesa kidogo zenye zinaonekana zina, ziko rekolte na kategori fulani fulani ya watu wale wakusema Kinyarwanda, na wao ndio wakutafuta pesa, na wao ndio wakutrake watu, ukiwa kama hautalipa utapata shida sana. Zile pesa zote uliezi sirkile ndani ya mwingine zinaenda kila magharibi Rwanda. Wanafer fonksione kadeko mumaniere yao tu, lakini pesa unaenda kuona ya kwamba zote Zinaenda Rwanda. Leo Goma hakuna kusema kusema, oh, hii frange inaharibika ataka leka kukatika au mtu akapate kwanza sababu hakuna moyen kiushuru economiquement, hakuna moyen watu wa funksione vizuri sana. Ni watu fulani fulani tu ndio wanaweza kupata pesa na watu fulani fulani tu ndio wako na kazi ya mzuri enyewe wanaweza kukua wanaishi vizuri upande vi economic wanyewe. Kuna magari za mzuri ni wale wale tu wanyewe iko na kazi za mzuri kienda ku DGN ya o, e, ofida unaenda ku ku DGN kule ku Grand Barrier, watu moya wale wale tu. Japokuwa wanasema tribalism is the sweet, lakini tribalism ya kweli pale ndio kwenye tunaiona, sababu rafiki yangu moya anasema alienda, walimsumbua wa sana aende kulipia nyumba yake ushuru, na sasa alienda pale ngambo ya Gisenyi ku DGN anakuta watu na lugha tu yenye iko nazungumziwa ni Kinyarwanda, wanye wanayala mule, mule ni kusema tu Kinyarwanda na wao tu ndio wenye iko na récolter ushuru wao, ndio iko na tafuta franga na zile franga magharibi zinaenda mwingine. Mtu anasema alikuwa anatemwenya anasema le quelque kongole watu fulani fulani, wenye wiko wengine makabila wenye wanaingia ndani ya hizi kazi magharibi, bako na kuwa obligé atakubachike kama hakubakia na franga fulani. Se koloni enye watu wako na ishi ndani yake hakuna moyen situation watu wako na sufri na inakuwa na impact juu ya kazi unique, kazi yenye wako wanapropose watu ni kazi ya kisoda. Kila siku tasikia wao meeting leo tuko tualam, wa, baba, wa mama ka mikrofoni kanaanza pita, mwenye atafika ku meeting ataona una question tu yenye iko mtupatie watoto waende kujeshi mtupatie watoto waende kujeshi. Sasa kazi inakuwa tu ni jeshi. Mbona wa, wa, watu wengine wako wa naingia kule kumadeje? wengine ni kategori tu moja ile ya watu ambao wao ndio wanaweza kutumika kwa zile makazi, kazi inakuwa tu jeshi tu. Kazi inakuwa inakuwa tu ni kubeba tu tu jeshi ai tu bunduki, na wakienda kule kujeshi nako wanapata bwaki. Tulienda kuona mavideo za wale wasoda wenyewe baliingia ndani ya kazi ya kisoda

Tuko tayari kuwafulia nguo, tuko tayari kufanya kazi ya kufula, musituime kazi inje. Inakuwa hali ya populasion hii population yeye alikuwa anasema tunataka kukua libere na watu wanajitapa kusema tuko wa liberate. Sasa liberation inakuwa kazi haiko lakini, kazi ya wamama inakuwa kufula manguo, kazi ya wababa inakuwa kuenda kukazi ya kisoda. Je, tunaweza kusema ndani ya hii mwaka kuna kuwa liberation au ni koloni yenye iko naendelea? Na hii koloni inakuwa tena ya mubaya zaidi sababu population haezi Kuprofite na ekonomi yake. Eh, isitoshe tunataka kuonesha au point de vue social, ndani ya society kuna madiference mbalimbali. Kuko wale wanye wanafanya salon, wengine hawezi kuona wanafanya salon. Kazi yao ni kushindia tu kufanya mataxe, wanamuke wao ni kushindia makucha tu, na hao njo wa vedete pale Alafu op, e, ingine kitu ambayo inagusa ma grand manifestation. Tena wanaita watu, ninakumbuka meeting moja waliweza kufanya, wanaita watu waseme, kutakuwa kanisa, itakuwa mwenye anakuya niki anahubiri tu na Kinyarwanda. Uko ni viki culturel au lieu utilize Swahili, lakini naenda kuona ni Kinyarwanda. Wanataka tu waoneshe watu ya kwamba sharti mujifunze Kinyarwanda na mweze a a ii maneno njio yenyewe watu wako wanaishi Goma mwenye najua Kinyarwanda huko unakuwa saa wewe njoo uko star. Kwa ile wakati inakuwa saa wakati ya zamani, wakati armee Mobutu ilikuwa hatari sana, ilikuwa ukisema Lingala wewe njoo mwenyewe unakuwa saa huko mtu unaweza pita ku bariere. Leo kama uko unasema Kinyarwanda uko ndio viki wewe njoo uko saa na libre passage. Kuna ingine kitu uko ndio viki Unaenda kuona kukikuwa kafet watu sa wanaanza cheza wanacheza tu saa ni mdore niku ile danse mikono tu unaenda angalia, oh, ah, awatu, mbona hii maneno inakuwa ingine. Sa devient une petite colonie eh, ya metropole ambayo iko Rwanda meme au point de vue culturel, sa ne marche pas. Eh, tunajua lugha za kwetu ni Swahili, Lingala, Chiluba na Kikongo. C'est vrai, parti zenye ziko okupe ni parti zile wanaongea Swahili. Lakini unaenda kuona ya kwamba wanataka sasa wakazie watu hii lugha ambayo iko lugha ya Kinyarwanda. Tukifika ku niveau ya uh, droit de l'homme hapa ndio magumu sasa. Watu wanapigwa fimbo kama vile ngombe. Video ziko nyingi sana za fimbo unarate. Uh, salongo utachapwa sawa vile ngombe, ukifanya tu dega fulani ubie ulifa ka kitu, utapigwa kama vile ngombe. Droit de l'homme watu wana, wangali wanafungwa ndani ya prison ile ya Fleur de Lis ambao tungali tunadenonce mpaka leo. Watu wanafungiwa ndani ya container asubuhi wanawatosha ndani ni kuwafatisha sawa vile mangombe. Watu wana eh, watu wanakojua ndani ya magereza. Na shida mbalimbali ambao watu wanapata ni ile kukua prizo iko pale, haujui nani alifanya nini, nani alifanya, atatoka siku gani saa fulani fulani. Njoo tunasikia kama munze nzee ase walifungula batu balisha jiende, waliwafungula circle, waliwafunga kwanza juu ya nini? Wanawafungula juu ya nini? Unaenda kuona ya kwamba iko katastrofe njini, tukunaenda kuingia ndani yake, uh, surtout au point de vue droit de l'homme. Mabibi na mabwana, tunataka kujiuliza question, est-ce que mwaka hii ambayo FC M23 imefanya Goma ni mwaka ambayo populasion inaweza kusema ndio tumepata wa liberateur tuko bien na hii ni liberasio ya kweli? Hapana, wakati tunachunguza watu watu wanalalamika na kutuuliza tuonorable Kazungu, kule Kinshasa muko nafanya nini? kule Kinshasa Chisekedi anasema nini? jeshi yetu batakuya tukomboa siku gani? njo langaje yenye iko sababu watu leo wanaishi kama vile ndani ya koloni. Mbeleji hata alikuwa na koloni yake, alikuwa anawapatia watu chakula, alikuwa nawapatia kazi, alikuwa nawapatia mambo mbalimbali, transport, vitu bien lakini sasa leo koloni yetu ni watu wa produire pesa ziende fazi nyingine, watu wa produire pesa ziende zitumike kazi fazi nyingine, na watu wanaendelea kufariki. Japokuwa watu wanasema current valeur haiko masasina sible zingali, tunajua ya kwamba kuna etidia moya wa ista mwenye aliweza kukufa mvurugu ilikuwa kwa kwaista Ha, wanaweza kuiresudra, lakini nyuma mnaenda kukuta etidia moya alishakufa iko nyuma ya batimo ya ista. Wa mama mama fulani aliweza kufariki. Alafu masasina sible ziko, tunajua namna gani magloire aliweza kukufa. Vijana wawili niliweza kuelezea situasio wao, wanaweza kupigwa masasi na kuwapeleka ku morgue, hakuna hata enquete yenyewe. Naweza kuwabutia leo nasikia ya kwamba Goma kuko maziko ya bwana Mundeke. Tunatoa pole, lakini kwa hii maziko, watu fulani fulani ambao tunao kontakte Goma wanakuambia ya kwamba ni Kinyarwanda njini iko nasemwa kule mukilio na jamaa yake, ingine iko oblije kuogopa kusema, hatuone klere o uyu ni mtu wetu wa chama hivi na hivi. Kinyarwanda service traiteur kama watu watakula ni ya kutoka Rwanda tu. Sasa unaenda kujiuliza, ma service traiteurs ziko Goma, watu wako Goma, wakongole wako na wandugu yake, hakuna kitu sitadiri kwenye kunaweza patikana ka franga kanyeka natoka ilfo watu wa metropol kama tunaweza kuita metropol njoo wabenefisie na ile pesa. Hii hali inaonesha ya kwamba wanyo walikuwa wanasema iko waliberater hapana, ni watu wakazi wa inji ambayo najulikana jina yake ni Rwanda. Tunataka kuonesha ya kwamba hata au point de vue culturel, kama vile bwana Magloire ndugu yetu aliweza kufariki, niliwaambia mara mingi tunazoea kuhukumu, oh, ilikuwa hivi na hivi, lakini amefariki hakuna ankete ambayo tunasikia ya kwa kwamba ankete nasema hivi na hivi. Karantiem jour yake iliweza kupita, video ukiona, karantiem jour yake ni mama yake, wadada wake, bwana, kulikuwa bwana karibu wawili watatu, mwingine aliweza kufanya anarudilia kama vile kanisa kama vile maziko ya kwanza, sababu maziko haikuweza kupitika selon culture, mila za kwetu. Karantiem jour famille abandone Ijapokuwa Magloire alikuwa najiepumone kila siku kuma radio M23 hey, hey, leo abandone kompletema na katoto yake ka jengars kapeti ka kalikuwa pale ni ako tu, niliona tu gangistere moa mwanamuke o alitoka Ulaya alikuwa karekrute anasemasema vitu jama unaenda kuona ya kwamba iko nateseka doublement au point de vue culturel. Inaonekana ke mutu mwenye alishakufa se fini pour lui, dinaishia pale na jama yake, aina benefisi na hui mundeke mwenye anakufa leo <laughs> tutaona apres 10 jours, 3 jours na famille yake hautaweza kuiona tena ya person, mwenye atajiokipe naye Magloire. Il y a plus personne qui en parle même le 40e jour. Nous avons le vidéo, nous allons même tutawatilia image kidogo muweze kuiona, ni katastrofu. Unaenda kuangalia unasema, eh, hawa watu wenyewe kuna adere kwa hii movement, mbona iko shida sana. Mabibi na mabwana, tunataka kuonesha ya kwamba population leo kri yao ni moya tu, bakuye batulibere turudie Kongo yetu vrema bakiwa tulibere. Hii haiko hali, hakuna franga, hakuna kitu, kazi yenyewe iko ni kusema tu ukue soda, na kama hautaki da kazi haikuwake tena, ni mataksi za kila siku kupiga watu banye viko na kazi, ni watu tu bale bale tu banye wanajifanana na banye wanasema Kinyarwanda hivi. Na bwana inaomba tuombe Goma na tuendelee kukumbuka watu wa Goma, government yetu ya Kongo iifanye juu chini ili watu wa Goma waweze kupata uhuru ya kwao, sababu mwaka mzima hii ni mwaka ambao watu wako ndani ya souffrance na watu wako ndani ya kama vile esclavage. Wanyo alisema wiko wa liberateur iko wa kongole, unashtuka walishaingia Goma ni kuparamia manyumba ya watu. Sasa unasema kama ulikuwa libere uko kongole, sasa tani uko na kwenye unaweza kuikala, lakini nyumba zetu ziko kipe, hakuna procès okipe. Ah, watu na wakati una na wanaokipe manyumba unaenda kuona wako tu nasema lugha ya kutokea ngamba. Mabibi na mabwana, tujue ya kwamba populasion ya Goma sherti ikue libere, guvernema yetu ifanye juu chini, ili hi populasion iweze kutoka ndani ya hiyo utumwa. Mambo ni mengi sana, lakini tulipenda kuwapatia haya machache kuonesha ya kwamba hii mwaka mzima ni mwaka ambayo imekuwa ya tabu kabisa. Asante sana, tunawashukuru na tunasema chao kwa juma ijayo.